Kazi aliyoachiwa aliyoifanya kwa miaka minne ni kazi iliyotukuka. Wako watu hawakuamini na walisema maneno mengi ya ukatia tamaa, wakiamini ya kwamba hata miradi haitatimia leo. Tulizane, JPM Bridge Kigongo Busisi imekamilika, hajakamilika? Stendi ya, ya Buzuruga imekamilika, hajakamilika? Stendi ya pale kwa ndugu zangu Nyegezi imekamilika, ijakamilika? Soko kuu la pale Mwanza mjini limekamilika, ijakamilika? Miradi aliyosema hapa kakangu Shigongo imekamilika, ijakamilika? Miradi aliyosema ndugu yangu Tabasamu imekamilika, ijakamilika? Muulize, una sababu gani ya kusita kwenda kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa Jambo langu la tatu na la mwisho, mgombea wetu wa chama chetu ni mtu mwenye utu. Alipoingia madarakani, alibaini changamoto waliokuwa wanaipata bodaboda kwa kulipishwa faini ya takribani shilingi elfu thelathini wakati kipato chake kwa siku yawezekana asipisi hata shilingi elfu kumi Daktari Samia akaagiza ikatungwa sheria bungeni sasa bodaboda hawalipi boda, tena elfu thelathini faini yao shilingi elfu kumi Alipoingia madarakani, akabaini watoto wa kike wengi wanakatishwa ndoto zao, wanatamani kuendelea na masomo lakini wanakatishwa la na kupewa ujauzito. Kwa mama huyu akasema, kupata mtoto sio dhambi, sio laana, ni tendo la baraka, akabadilisha akaweka utaratibu. Leo tuna watoto wa kike waliomaliza form four na form six na wengine wako chuo kikuu kwa mapenzi mema na utu waliokuwa nayo. Mimi nitawauliza ndugu zangu, wana Mwanza uliotuoneka kasamia, tuonsole nani ale onge ale oonge ale oonge tonango samiango na lelombanabona mikono habari emu inakula Samia sisiemu, oye. Mheshimiwa mgombea wetu, nikukaribishe kwenye mkoa wetu. Mimi nimepata heshima ya kuzaliwa kwenye mkoa wa Mwanza, na wote unaona ni ndugu zangu, na nikuhakikishie tutafanya ushindani kati ya Mwanza na Arusha. Arusha tutaongoza kwa kura nyingi, lakini Mwanza wataongoza kwa asilimia. Mtaongoza nyie, wanaoniambia Mwanza wataongoza kuizidi Arusha, naomba nione mikono yao. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kura za Arusha zina shaka, wameniambia nenda kamsaidie mama huku. Si tunajua ya kwamba tarehe 29 na Oktoba tunafanyaje? Lakini niseme neno moja na ndugu zangu walioko kwenye mitandao, moja tu. Tanzania hii imejengwa kwenye misingi imara, chini ya wasisi wetu na mwendelezo wake umefanywa daktari Samia Hatubaguani kwa ukabila wala kwa udini. Niwaombe sana, niwaombe sana, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa kikatiba, sio matako ya mtu wala hisia za mtu, na nchi haiendeshi kwa matamko. Tunaendesha nchi kwa mujibu wa katiba. Daktari Samia alivyoondoka duniani John Pombe Magufuli, aliapa kuilinda katiba, na sisi wana CCM hatutakubali aivunje katiba kwa kuruhusu kelele za kwenye mitandao. Na wengi wanaofanya uchochezi, ukiwatazama wana passport, na wengine hawako nchini, wako kwenye nchi zao kule. Niwaombe sisi tulioko hapa tulioona kazi iliyofanywa na Daktari Samia ya kuongeza pembejeo ya kuhakikisha kwamba mkulima anapata mazingira mazuri ya kulima na mbolea ya ruzuku, tuendelee kumwunga mkono. Tulioona Daktari Samia ameleta pesa na dawa za chanjo kwa ajili ya ng'ombe zetu, tuendelee kuwa na ng'ombe zenye afya bora, tuendelee kumwunga mkono. Tuliopata msaada na mchango wa Daktari Samia tumeletewa boti za kisasa za uvuvi zinazunguka kwenye ziwa letu Victoria, tuendelee kumunga mkono. Tuliomwona Daktari Samia ameleta miradi mingi ya maji kutoka Ziwa Victoria imeenda mpaka Tabora, tuendelee kumunga mkono. Wale ambao tunapita kwenye daraja tukifurahia maendeleo, tuendelee kumunga mkono. Tusikubali, tusikubali, tusikubali kutumika.